Mheshimiwa diwani amezungumzia kuhusiana na maombi ya zahanati kubadilishwa kwenda kwenye kuwa kituo cha afya lakini amezungumzia changamoto ya maji na wakabili wananchi wa Rulenge. Hii ya kwanza inayohusu maji, nilikuwa naomba ndugu zangu mimi niwaambie kwamba mna mtu ambaye ana sauti inayoweza kusikika, mna mtu ambaye anaweza akaenda akapangilia maneno vizuri akaongea na mamlaka zinazohusika. Naomba niwaambie maji yatakwenda kufika hapa Rulenge. Naomba ombi lingine ambalo mheshimiwa diwani amelizungumzia kuhusiana na zahanati kuwa kituo cha afya cha Rulenge, mimi nimepita katika mikutano mbalimbali na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama ni shahidi. Nimepita katika mikutano mbalimbali, miongoni mwa mambo ambayo tunaambiwa yametekelezwa na mheshimiwa rais ni ujenzi wa vituo vitatu vya afya. Kituo cha kwanza kiko Mugoma kituo cha pili kiko Rulenge na kituo cha, cha tatu kiko Rusumo. Sasa tumeambiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa shilingi bilioni 3.4 kwa ajili ya hivi vituo. Ukigawanya bilioni 3.4 kwa vituo vitatu unapata karibu milioni moja na milioni kadhaa kwa kila kituo. Sasa, Mheshimiwa Diwani kama Mwenyezi Mungu anatupa uhai tarehe 29, tukachaguliwa, wewe nakuamini, unao uwezo wa kuzungumza, una uwezo wa kupambania kitu, na mimi nnao uwezo wa kupambania kitu, mimi nitakuunga mkono, twende tukaulize hizi fedha alizozitoa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Rulenge ziko wapi? Tunataka mara moja zifanye ile kazi ambayo ilielekezwa, kwa sababu Dr Samia Suluhasan hizi fedha alikwisha zitoa. Tunataka tujue ziko wapi, zifanye ile kazi ambayo imeelekezwa. Sawa mweshimea. Asanteni sana ndugu zangu. Dr Samia Suluhasan, mimi naomba niwaambie kwamba baadhi ya kero zenu mnazokutana nazo wananchi wa Rulenge tayari amekwisha zipata nikiwa na mwenyekiti wetu wachama wachama wa Chama cha Mapinduzi wilaya Ngara, juzi tulialikwa Karagwe katika ziara ya mheshimiwa rais, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na mimi nikapata nafasi ya kuzungumza. Miongoni mwa maombi matatu niliyompa, la kwanza linahusu stendi ya Ngara mjini, ambapo niliongea mwanzoni na mheshimiwa diwani wenu, na alikuwa ajui maanisha nini. Nilimwambia mheshimiwa diwani, nataka kujua hali ya stendi ya Rulenge, akaniambia stendi ya Rulenge sio mbaya, lakini inahitaji maboresho, lakini akasema kama kuna sehemu napeleka hiyo changamoto hem, tuanze na changamoto nyingine, alafu hii tutaifanyia kazi baadaye. Kwa hiyo nikapeleka changamoto ya stendi ya Ngara mjini, nikapeleka changamoto ya ujenzi wa barabara kuanzia Nyakahura Murugarama mpaka hapa Rulenge ya kiwango cha lami, lakini vile vile nikapeleka changamoto ambayo inahusu kumwomba Mheshimiwa Rais atupe chumba baridi cha kuhifadhia maparachichi ili wakulima wetu wa parachichi wakilima maparachichi yasioze kabla hayajafika sokoni. Na mimi naomba nisimsemee rais, naomba nianze na changamoto ya barabara. Nilivyomwambia Mheshimiwa Rais alitujibu nini? Kitupa ridhaa yenu, tutaendelea kukamilisha ujenzi wa barabara ya Lusahunga Rusumo ya shilingi bilioni 153 milioni 560, ambapo umefikia asilimia 19. Miongoni mwa miradi mingine ambayo ipo kwenye ilani ni pamoja na ujenzi wa barabara ya Lusahunga Rusumo kilomita 92, ujenzi wa barabara ya Murugarama Rulenge Nyakahura kilomita 85. ilikuwa ni kuhusiana na chumba baridi cha kuhifadhi parachichi. Tumsikilize alivyonijibu. Lakini kule Ngara kumeombwa chumba cha baridi au cold room kwa ajili ya kuweka maparachichi yasiharibike. Huu mpango upo ndani ya ilani yetu, tunao. Tuna mpango wa kujenga vyumba vya aina hii nchi nzima, hasa mikoa ya kati kunakolimwa parachichi, na upande huu tutakuja kuzijenga ili kuhifadhi parachichi zetu sisi. Mwe, sasa ndugu zangu, tarehe 29 Oktoba mkinichagua, mkanipa nafasi ya kuwa mbunge wenu, hii ndiyo kazi nitakaokuwa naifanya, kazi kwa vitendo, kuwakilisha kero zenu na majibu yapatikane mara moja na utekelezaji uende kuanza.